Sio mbaya hata kama isiwe ya kila siku, mkaandaa ratiba ya kupata tathmini. Mpaka sasa tupo wapi? Je, kuna taarifa yoyote hatarishi ndani ya wilaya yetu, lakini pia hata ndani ya mkoa, ili tuweze kujiandaa. Kwa hiyo ni jambo la msingi, tusikae tu mpaka tutapokuwa tumesikia tayari wagonjwa wameingia. Kwa hiyo tuwe na ratiba hata kama baada ya siku mbili au siku tatu au siku nne kadiri mtakavyoona inafaa tuwe na vikao vya kati, kati ya wiki kuweza kuona tathmini na kupeana e, feedback hali halisi ipoje ya hiki ambacho leo tunakijadili hapa kwa maana ya mlipuko wa hii homa inayosababishwa na virusi vinavyotokana na wanyama jamii ya nyani na wanyama wengine Mpox. Maeneo yote ya mikusanyiko tunatakiwa tuwe na maeneo ya kunawa, maji tiririka ambako kuna sabuni, kwa tukianzia kwenye nyumba za ibada pale nje tunaweka maji tiririka na sabuni, kila anaingia ananawa, iwe msikitini iwe makanisani. Maeneo haya yenye migahawa, najua watu wananawa maji kwa ajili ya kula, akae ya pale maji ya kutosha kwa ajili ya... kila mteja anaingia ndani ananawa. Kwenye taasisi mbalimbali maofisi, iwe benki iwe nini, tunatakiwa tu, tufuatilie sasa, kwamba tunahakikisha kwamba kutakuwepo na maji tiririka na sabuni kwenye minada tukilisimamia hili vizuri pasavyo, halmashauri yetu inaweza ikawa salama. Kwa hiyo, wajumbe wa kamati hii ya afya ya msingi, swala ninaloliomba la kutoka nalo hapa ni kuhakikisha kwamba tunasimamia njia zote za kujikinga sisi wenyewe na kukinga taasisi zetu tunazotoka, kwamba kuna kuwepo na utaratibu wa kunawa maji tiririka na sabuni ili mtu asije akapata maambukizi na maana mastendi wapi na maeneo mengine yote. Ugonjwa huwa unaleta taharuki, kwa hivyo kuwaondolea wananchi hii taharuki, ili kila mmoja afanye kazi yake ya uzalishaji kwa amani, ni mimi na wewe, kila mmoja akitimiza wajibu wake. Twendeni tukatimize wajibu wetu. Kwa kweli, idara ya afya kuna <coughs> wamenikuna kwa sababu kazi waliotuonesha hapa, maneno waliotufundisha, vijana wanafanya kazi. Mimi naomba <coughs> daktari aliopo hii grupu asiache, aendelee nayo kwa nguvu sana, kwa nguvu sana. Kwa kweli wametuonesha wako kwenye nia ya kutusaidia na kutuokoa baraka ya mwezi huu mtukufu na wenzetu wapo kwenye karisma. Mwenyezi Mungu atatukinga na gonjwa hili, na lingine ni angalizo, sisi viongozi wa dini tunapokwenda kueleza kule tusije tukaeleza kwa mfumo ambao italeta taharuki katika jamii yetu, italeta taharuki, ndio maana na shauri meza yako Bwana Mwenyekiti, kama madaktari wat itawapendeza watufuati sisi kwenye siku za ibada kama Aljuma na siku ya Jumamosi Jumapili pili ili sisi tunapoeleza alafu wao waki tukiwapa nafasi kueleza zaidi, basi waumini wetu na jamii nzima italipokea jambo hili na mafunzo haya, lakini haitokuwa na taharuki.